Mjadala umezuka kwenye mitandao ya kijamii uh, kuhusu kwa, kualikwa kwa watu ambao ni wakristo katika mm -hmm. futari za Waislamu. Hili kidini limekaaje? Kualikwa kwa sababu unazungumzia kwa ajili ya kuja kufuturu. Tumeona katika posta ambayo ilitolewa, Mwamposa alialikwa na watu wengine. Baadhi ya watu wamezua mijadala na, na video zinatembea, kutoelewa tu mm -hmm. Tunachotakiwa, kuna kualikwa na kufuturishwa. Kualikwa na alikwa yote tu kufuturishwa na futurishwa waliofunga, la lakini haijakatazwa wakati ule unawafuturisha waliofunga na kualika wasiofunga katika kuleta mshikamano, upendo na umoja. Uislamu ni dini ya upendo, Uislamu ni dini ya kukusanya watu, Uislamu ni dini ya kuonyesha tabia tukufu. Kwa hiyo sisi tumefunga, tunafungua, lakini hakuna ubaya kumleta mtu ambaye kwamba hakufunga, kama hivyo asiokuwa na dini ya Kiislamu na ndivyo ilivyokuwa, hatukatazwi kuishi nao. Kwa nini basi iwe kwenye kufuturu tu? lakini haifai lakini, mabasi tunapanda nao pamoja, kazi tunafanya nao pamoja ka, eh, usafiri tunasafiri nao pamoja, maduka tunashia nao pamoja, futari tu kwenye kula haiwezekani? Kwa hiyo inawezekana mimi kwa bwoni wangu kualikwa ni kitu kingine na kufuturishwa ni kitu kingine. Asante sana, shukrani.